Unaambiwa mafanikio ya muziki wa Simba Diamond Platnumz yanaendelea kupamba moto. Hii inajizirisha kupitia namna ambavyo mapokezi ya kazi zake kuwa makubwa kutoka kwa mashabiki wake kote duniani. Mafanikio hayo yanakuja katika kipindi hiki ambacho wimbo wake pendwa kwa Komasava unazidi kufanya vizuri katika kona zote za dunia na kuadatisha mastawa kubwa kutoka nchini Marekani, achana na ile challenge ya Chris Brown ambayo alionekana akicheza wimbo wa Komasava. Sasa good news ni kwamba uh, kwa mashabiki wa Diamond Platinum kwamba ngoma hii imemfikia moja ya rapa maarufu sana kule nchini uh, Marekani. Uh, si mwingine ni French Montana uh, ameonekana akiwa klabu akiwa katika vibe kubwa sana akicheza wimbo huo wa Komasava wa, wa Diamond Platinum. Hii ni good news sana kwa mashabiki wa Simba na pia kwa Diamond Platinum kumwona uh, Rapa kama French Montana ni miongoni mwa rapa mkubwa zaidi duniani ambaye anafanya vizuri sana kule nchini Marekani na miongoni mwa rapa ambaye uh, yuko vizuri, ukiangalia kazi zake katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Ni miongoni mwarapa ambaye anafanya vizuri sana ukiangalia YouTube uh, kuna wimbo ambao ameshawahi kuimba na uh, Suare, una viewers bilioni moja na point sita katika mtandao wa YouTube. Si kitu kidogo kwa, uh, rapa huyu kufanya kitu hiki hususa uh, kwa msanii kama Diamond Platinum uh, kuona anacheza wimbo wake katika club kubwa kule nchini Marekani, hiki ni kitu kizuri sana na ni good news kwa Diamond Platinum. Hii inajidhihirisha ngoma hii inazidi kufanya vizuri zaidi katika mataifa makubwa duniani. Tumeona kina Chris Brown, kina Swae uh, Jason Derulo, kwao ni kitu kikubwa sana kwa Simba Diamond Platinum uh, katika muziki na tasnia ya muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania. Ili wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kubonyeza neno subscribe, pia kubonyeza notification ili wa kwanza kupata update ya taarifa mpya kila zinapoingia katika YouTube channel yetu na katika social network. Karibu sana, hii ni J Online Network. Usisahau kusubscribe, pia kutufollow katika social other network.